Lakini pamoja na katibu mkuu wa dayosisi ile, eh, injinia Zebhadia Moshi naomba usimama <laughs> ili kufanya hayo, ni kuomba injinia ufike hapa mbele, katibu mkuu uweze kutambulisha sasa. Vizuri, nimewasimamisha tu, kisambaa tunaita gimogimo gimo. Yes, ndio ni <laughs> Lakini sasa unawatambulisha vizuri. Karibu sana uweze kuwatambulisha. Asante sana. Na kushukuru sana baba askofu kwa nafasi hii. Wapendwa washarika wakana Kana, Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Ni pende kuendeleza utambulisho baada ya msaidizi wetu wa askofu mchungaji Dr. Msa, eh, Deogratias Msanya. Tunaye pia naibu katibu mkuu ambaye pia ni mtunza hazina wa diocese bwana Mngwatosha eh, bwana Mngwatosha makao, lakini pia tumeandamana na wachungaji wanaofanya kazi katika makao makuu ya diocese tumeandamana na mchungaji anayesimamia idara ya uwakili, mchungaji Andrew Munisi. Huyu ni mkuu wa idara ya uwakili. Tumeandamana pia na mkuu wa idara ya elimu ya Kikristo mchungaji Fadhili Lamuya, na pia tuna mchungaji wa vijana e, mchungaji Matayo Mtui. Na tuna mchungaji anayesimamia idara ya mawasiliano mchungaji Saroma, karibu. Na baada ya hao wengine wote ni watumishi wa ofisi kuu ya Dayosisi pale makao makuu pale Moshi, naomba wasimame kwa ujumla wao wote, ni watumishi kutoka ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini, wote tunatumika pale. Naomba msimame tena muweze kutambulika, asanteni sana. Na kama alivyosema baba askofu, madhumuni ya ujio wetu hapa Tanga, watumishi wamekuwa na hamu ya kuja Tanga kwa ajili ya utamaduni tulionao wa kujitathmini utendaji wetu katika of, kama ofisi kuu ya Dayosisi na kujiangalia jinsi tulivyofanya kazi na mapungufu ambayo yamekuwepo, na hilo ndio dhumuni kubwa, ili tukirudi tuweze kusahihisha yale ambayo ni mapungufu, lakini pia tuweze kuimarisha yale mazuri ambayo tunayafanya. Na nipende kumshukuru sana Baba Askofu mbwilu tumekuwa naye jana akitufundisha swala la uwajibikaji ubunifu na mawasiliano alitupa somo zuri sana la lisali moja na nusu na likawa na mjadala mzuri wa afya wenye kutujenga katika utendaji wetu tuliweza kujitathmini tukajieleza kila mtu katika eneo lake madhaifu anayoyaona lakini pia tukaja na suluhisho la kuziba e, haya madhaifu na pia tukaendelea kuwa wamoja katika utumishi wa Mungu. Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa somo la jana ambalo limetusimua na likafanya ujio wetu hapa Tanga ukawa na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiondoke bila kuwashukuru kwa mapokezi tuliyofanya lakini pia niwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kusawazisha deni la dayosisi. Hakuna kazi ya Mungu ambayo inashindikana. Mungu aendelee kuwaimarisha katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafurahi na kushukuru kwa utambulisho huo wa watumishi hawa wa Mungu ambao wanafanya kazi kubwa katika Dayosisi yetu ya Kaskazini pale Moshi. Na karibuni tena katika mji wenu huu wa Tanga mtakapofanya hata e, ziara nyingine e, mapumziko mengine. E, jana nilisikia kwamba wanajiandaa mapumziko yajayo yafanyike Dubai. Dubai. <laughs> Na najua watanialika hata kutoa somo hata kule Dubai na mimi nitakuepo. <laughs> Kwa niaba yenu nitakuepo. Basi lakini, basi isipokuepo Dubai, basi karibuni tena Tanga, ni katika mambo hayo ya kujua eh, jinsi ya kufanya kazi zetu mbalimbali. Bwana awabariki sana. Hata sisi tulifanya ziara ya Dayosisi watumishi wa ofisi kuu mwaka huu e, pale ofisi kuu pamoja na babadini na ule msafara mzima tulikwenda pale Irente, pale kituo chetu cha Irente, tukwenda pale Irente kwenye kituo chetu lakini. <laughs> Bwana Yesu asifiwe! Ili kutathmini, lazima kutathmini mambo yaliyopita na kuona mambo yetu yanayokuja. Lakini basi tunaendelea kuongezeka hivyo polepole. Bwana Yesu asifiwe sana.